sana idara ni mshukuru mheshimiwa wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuona umuhimu wa idara ya mifugo, na ni washukuru nyinyi maafisa mifugo, kila mmoja kwenye kata yake nimepata sifa yake jinsi mnavyochapa kazi. Naomba nimepigie makofi makofu. <laughs> Maana mnamkuta hata alivyoongea wa mjele, kwa sababu mjele ni kitu ambacho kinatupatia mapato ya kutosha hasa kwenye mifugo kwenye minada pia hivi vishikwambi mnapewa nilikuwa naomba sana mvitunze na vikafanye jukumu lililokusudiwa sio uitumie kwa mambo mengine unaanza kuingia kwenye magogo huko unaanza kumsechi mkuu wa idara hapa bwana mzee mapunda eti siku hizi namsikia amekuwa roho hiyo haikuhusu wewe kinachokuhusu ni kusimamia wajibu wa kazi wa hiki kishikwambi na ukitunze ili kiendelee kutusaidia kutupa mambo ya utambuzi wa mifugo na pia kitusaidie kwenye huduma zetu za ugani. Hata kama umepewa kwa ajili ya mifugo lakini na ugani tushirikiane naye, si ndivyo jamani? Kwa sababu wote ni idara hii moja, tushirikiane nao hata kama anataka kuitia takwimu fulani, tusisite kupeana ushirikiano. Sawa viongozi? lakini vile vile kishikwambi hiki kitawasaidia kuweka takwimu zako. Umewashauri vipi wa wafugaji wa ama wakulima wafugaji, leo labda umeenda kutoa elimu mahali fulani, mnaweka kumbukumbu, mnaleta taarifa halmashauri ili ziwe zinarekodiwa. Lakini vile vile mnatunza taarifa za chanjo za mifugo. Mnajua sasa hivi tuko kwenye taratibu za kuhakikisha kwamba mifugo yetu inapata chanjo thabiti na chanjo hakika kabisa. Kwa hiyo zile chanjo zote tunazozipata na zile zote zinazotakiwa, kwa mfano, mfugo anatakiwa labda alishwe dawa ya minyoo baada ya miezi kadhaa, tuhakikishe tunazingatia, tunaingiza kwenye kishikwambi, unaweka kabisa tarehe hii, ni zamu ya kulisha kijiji fulani, mifugo tunawapa labda chanjo ya minyoo tarehe hii tunaenda kuwakosha, tarehe hii tunaenda kufanya hivi. Au sasa hivi, kwa sababu tuko kwenye upande wa maoteo ya bajeti, mwezi huu wa kumi naweza kuleta mapendekezo. Jamani, sisi huku tuna mapungufu ya majosho. Tumeshaoganaizi wakulima, kwa sababu nilikotoka huko, ilikuwa maafisa mifugo wanawaoganaizi wa wafugaji, wafugaji wanasema sisi tutachangia kujenga josho, unawaambia jengeni, lakini wanawepa zile taratibu za serikali, josho linakwaje lakini ni la mali ya umma na eneo linakuwa ni eneo la umma, au kama hakuna wafugaji wenye uwezo wa kujenga, basi mnaleta mapendekezo huku kupitia idara ya kilimo na mifugo, inawasilishwa, tunapeleka idara ya mipango, tunaingiza kwenye mipango yetu. Usikae na ubunifu uliokuwa nao kichwani, lete ushauri tuufanyie kazi. Kichwa cha mkurugenzi sio afisa mifugo. Mkurugenzi anawategemeni ninyi wasome wenye digrii zenu, ili muweze kunishauri kutokana na. Furahi sana kusikia kwamba tuna jambo fulani tunataka tulifanye, na sisi tunataka tutanuke ki ideas. Ntaona nimeongea mengi, kwa sababu nilifurahi kweli nilivyo aliko nsingi ajua, nakushukuru sana ma, na ninawashukuru ninyi Mshirikiane mifugo na kilimo, kwa sababu tunaongea lugha moja, akitaka kuingiza taarifa za pembejeo au o nakataaluma kwa kilimo, mzee wa kilimo anapiga maji tu kule, unamshauri unasema, jamani, sisi huku mvua kwa shizuvi zinaanza mwezi huu, basi zile pembejeo zitambulie kidogo, si kosa yote, tunajenga nyumba okay. E, basi kwa haya maneno machache

ni inaongoza sekta ya kilimo mifugo na na uvuvi wote.